Tumepokea taarifa ya kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wetu tunaotegemea kwa mechi za kimataifa. Kwa kweli tumepokea kwa masikitiko makubwa, lakini pia tunatupia lawama uongozi wa uwanja kutokana na kwamba wanatambua kwamba nchi hii ina timu ambayo inashiriki mashindano ya kimataifa na pia tulikuwa katika maandalizi ya CHAN lakini tunashangaa mpaka wana, wanaacha pichi inakuwa katika hali nzuri inashindwa kuwekwa katika hali nzuri, na kwa kufikiwa inafungiwa. Kwa hiyo huu ni uzembe wa hali ya juu. Kwa maana hiyo tunatupia lawama uongozi wa uwanja wa Benjamin Mkapa na pia TFF na wizara yetu pia ya michezo tunaitupia lawama, kwa sababu pia tukiangalia ule uwanja uko kwenye ukarabati lakini pia ukarabati wake unakwenda kwa kusuasua. Kwa mfano walisema kwamba kuna viti pale elfu ishirini vinaletwa ili vifungwe pale, lakini tunapotizama mpaka leo vile viti vipi bado havijafungwa. Kwa hiyo maboresho ule uwanja yanakwenda kwa kusuasua. Kwa hiyo huu ni uzembe mkubwa wa viongozi wetu ambao wamepewa zamani katika ule uwanja wa taifa pale, na pia ni kumala, kwa mara ya kwanza taifa letu linaingia aibu kwa kukosa mechi ya kimataifa kuchezwa ndani ya nchi, na maana inaweza kutulazimu kwenda kutafuta uwanja katika nchi jirani tena, wakati nchi jirani yenyewe zinategemea kwamba uwanja wetu ndio mzuri zaidi kuliko viwanja walivyokuwa navyo wao. Kwa hiyo tunaona swala hili kwa kweli ni uzembe mkubwa, tunahitaji watu wawajibishwe kutokana na hili swala lililojitokeza. Kwa maoni yangu, kwa TFF, naomba tusaidie sana sababu uwanja wa taifa ni no uwanja unaotusaidia sana, kwa asilimia kama 90 hivi. Ningeomba sana kama kuna marekebisho ambayo labda yamepungua pale, kufanye chapuchapu ili hii mechi inayokuja pate pa kuipeleka, kwa sababu sioni kama kuna uwanja mwingine ambao ni bora sana ambao unaweza ukatusaidia kama uwanja wa taifa. Lingine, naiomba sana TFF ifanye uamuzi kwa hilo ambalo limeliongea, kama itakuwa ni kweli. Nahitaji sana kufikia tarehe hiyo ambayo imezungumza wewe, ukiwa tayari, tunaomba kama wanaweza wakafanya marekebisho ya haraka, ili waruhusu uwanja kufunguliwa mapema, kwa sababu ni uwanja ambao unatumika kwa mechi za kimataifa na mechi kubwa kama Simba na Yanga kwa hapa Tanzania. Tunaweza tukasema kama kuna sababu ambayo imepelekea kufungiwa huo wa uwanja, kama ipo ndani ya uwezo wao TFF, wanaweza wakashughulikia hilo swala kwa wepesi, ili huo uwanja uendelee kutumika kwa kawaida. Kama manager, inabidi hilo swala lishughulikia ili uwanja ufunguliwe chap, kwa sababu mechi ya Simba na Limasili mwezi wa nne tayari bado kama takribani wiki tatu, takribani wiki tatu. Uwanja, uwanja unatakiwa huo kwa utumike, inabidi kama nayo marekebisho kama na marekebisho yafanywe. Afanyiwe ukarabati lazima ipasavyo ili tuendelee wa, na burudani na burudani yetu tukayofanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu ni uwanja ambao tunategemewa na Watanzania wengi pamoja na mashabiki wengi barani Afrika. Kwa hiyo hatu, hatuna uwanja mwingine tofauti na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao tunategemea zaidi ya huo, hapo hatuwezi kwenda Chamazi Complex au CCM Kirumba tofauti au kwenda kwa azima viwanja vingine nje ya nchi. Kwa hiyo TFF waangalie jinsi gani ya kurekebisha huo uwanja, ingarau mechi inayofuata ichezwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa.